la leo kwa mara nyingine tena taasisi yetu hii ya Zayso organization, tumefika katika mkoa wa Kusini katika maeneo ya Bambi, tukiwa katika familia hii ya mama yetu Asia Alhamisi, na akiwa na mumewe pembeni hapa kama unavyoona, hali yake ni mgonjwa sana zaidi ya sana, hawezi hata kuzungumza. Jina lake ni nani? Mumewe Hamisi Omar. Ndugu e, zangu wazee wangu popote pale mlipo, kama mnavyoona hii hali, na ikiwa hii ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, mama yeye ni kama baba anasimama lakini, lakini pia familia hii ana watoto wanane, lakini wengine anasema hawapo na yeye ndo mshughulikiaji wa watoto hao e, na yeye pia ni mshughulikiaji wa huyu mumewe, kama mnavyoona hali ni mbaya kwa kweli, inasikitisha sana na inahuzunisha na inatoa machozi insha allah Mwenyezi Mungu ampe siha na afya njema, lakini pia mama yetu pia naye ampe subra kubwa sana na insha allah mangu mamaangu Mwenyezi Mungu atakulipa ujira mkubwa. Usilie, usilie, lakini hii ni mitihani, unatakiwa uvumilie. Kwa wale wote ambao wataguswa na hali hii, basi wanaweza kuchangia kupitia namba zetu ambazo mtaziona hapo mbele eh, hii ni hali ngumu sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, eh, amezungumza swala hili kwamba wayutimuna, hey, tu'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira indama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Eh hey, Allah amewasifu wale ambao watu wenye kusaidia ambao wanalisha maskini, eh hey, wanalisha mayatima, wanalisha watu wasiojiweza na kulisha kule, hawalishi kwa sababu ya kujionesha. Anasema, inama nutimukum liwajhi llahi, tunalisha maskini na wasiojiweza na mayatima kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Na sisi hapa leo tumekuja kama taasisi kuja kuwafariji, lakini pia kuwapatia angalau iftari na wao waweze kuftari, lakini pia hata nyinyi ndugu zangu wa Kiislamu, naonisikia nao fursa ya kuweza kuchangia na kuwapa faraja kubwa na insha allah Mwenyezi Mungu atawalipa malipo makubwa sana kwa majina, anaitwa Rajab Makame bin Ali, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Zaiso, Zanzibar Youth Support Organization. leo hii taasisi imetoka tena na kufika maeneo haya ya Bambi na kuja kuiona familia hii eh, familia ambayo inapitia katika mitihani mizito katika kipindi hichi, na mitihani hii tayari Mwenyezi Mungu ameshatutanabahisha katika Qur'ani na ametuambia kwamba nitakujaribuni kupitia mitihani, hofu, njaa, kukupunguzieni katika mali, watoto. Kwa hiyo familia hii imekutwa na huu mtihani, na taasisi kama ni taasisi tumeona ni jukumu letu baada ya kusikia habari hii kuja kutembelea familia hii na kuja kuifariji kwa kuweza kuipatia ftari na kuwaomba taasisi nyingine au asasi nyingine za kiraia ziweze kuguswa na hili. Kwa kweli ni swala zito sana, tukimwona mzee wetu ambaye ndio baba wa watoto nane, leo hii amekaa kitako hawezi hili wala lile mama, hana pirika yoyote ya kusaidia ya kujisaidia yeye mwenyewe na familia yake. Hivi waumini muko wapi? Waumini taasisi mbalimbali tuko wapi? kama tumeguswa na hili, kwa kweli ni jambo ambalo linatutia huzuni na linatutoa machozi kabisa. Kama tumeguswa na hili, basi kupitia taasisi yetu ya Zanzibar Youth Support Organization, kuna namba zetu ambazo zinaonyesha hapo chini za michango. Changia ili tuweze kumkomboa huyu mama na familia yake, ili tuweze kumsaidia huyu baba. Muda mwingi amekaa kitandani, hajui hili wala lile hayupo duniani wala akhera na tumuombe Mwenyezi Mungu amjalie siha njema, na tuangalie hili tatizo vipi tunaweza tukamsaidia mwislamu mwenzetu. Kwa hiyo kama taasisi tunatoa e, nasaha zetu au tunatoa ujumbe wetu kwa asasi nyingine za kiraia, waweze na wao kutembelea sehemu kama hizi zenye shida ya kijamii, sio tusaidie sehemu ambazo haziguswi, e, na mitihani kama hii, lakini watu wenye shida wapo. Kwa tuje tuweze kuwasaidia makazi kama tunavyoyaona, makazi ambayo hata wewe uambie leo ukae basi, hautoweza mama baba wote wamekaa kitako. Kwa hiyo tuna waislamu tu, tunaomba kama taasisi sisi tumejitolea kwa hichi tulichokuwa nacho, hata kama kidogo, lakini kwa wengine wenye zaidi ya hichi kuweza kuwasaidia hii familia, basi uonane na taasisi ya Zanzibar Youth Support Organization na tutaweza kuwapeleka mpaka eneo husika wanaopatikana hii familia, na muweze kuchangia kupitia akaunti yetu ili tuzifariji hizi familia, sote tuwe sawa, waishi kama binadamu wengine wanavyoishi. Na baada ya hapo, kama taasisi tumegusa sana na hili, na hatuna budi, hatuna budi kumwombea dua mzee wetu na kuangalia hapa nini tatizo linalomsumbua, ili tuweze kushughulika na hii afya yake na tutamsaidia swala zima la sadaka ambayo tumekuja nayo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asalamu As alaikum. Mimi naitwa Asia al Alhamisi na kaa Bambe. Nashukuru kwa msaada nlioletewa, nataka na msaada ulioletewa na, na Zayso. Nataka na wana wa waumini wote wanisaidie kwa wa, kuuma mume wangu Isawa wanane akapata maradhi ya spofi, hali ya matibabu saivi ndo hivyo so. so. so. waka tukamona kidogo kazidiwa, tunampeleka hospitali, ampata vidonge, kisha anarejeshwa. Basi huu mwaka wa nane

a anaaaakii e, e, mimi kwa jina naitwa Morpando Mkombe sheha wa shehia ya Bambi. Kiukweli ki wamefika uh, watu wa taasisi wat, eh, baada ku, ya kuambia mahitaji ya mwananchi wangu alipokuwa uh, kidogo wamepata maradhi. Uh, watu wa taasisi wanaitwa Zayso eh, wamekuja na wamekwenda kumwangalia, na baada ya kumwangalia wamemsaidia walichokuwa nacho, na vile vile nimewaomba kuwatafuta wadhamini ambao kuweza kumsaidia mwananchi yule baada ya kupata maradhi yale, eh, kuweza ataka ma kwa matibabu na mambo mengine kutokana na hali yake ngumu baada ya kupata maradhi na na watoto Ikisha ndo katika nyumba yake sasa hivi, alikuwa ndo familia ile inamtegemea kwa vile nimewaita, wamekuja na washukuru e, ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, wamempa sadaka na mambo mengine kidogo, wao wamefarijika, hata wale wenyewe wamefarijika baada ya kuona wamekuja, e, watu kama wale wameitwa wa taasisi. Sababu binadamu kishapata maradhi unakuwa unakata tamaa mwisho wa habari, lakini yeye kwamba anajua sasa, kama na yeye angalau kafatwa hmm. Kwa hiyo nawashukuru sana mimi eh, watu wa watu wa taasisi kama hizi kufika kila shehia, ambao kama sheha yupo anajua kwamba mtu kama yule anaye, basi asichoke kuenda kutafuta misaada katika taasisi kama hizi eh, au hata kama mimi anajiona kwamba sheha atakuwa hawa watu wanaanza atawapata wapi, basi mimi akaja akiona hili ambalo nahamasisha basi anione mimi na mimi nitawatafuta watu tutashirikiana kwa pamoja tuone mambo yanapokwenda.